Taarifa na tetesi za usajili kwenye medali za kimichezo, lakini pia kwa data spoti ambazo tunaangazia kwa hivi sasa ni kuhusiana na mchezaji Faisal Salam Abdallah Faitoto Zanzibar Finest, ambaye kwa hivi sasa yupo kwenye wakati mgumu sana. Ari Tripoli ambayo iko kwenye mapambano mazito sana kuhakikisha kwamba anaenda katika viunga hivyo, lakini bado klabu ya Azam FC wakiwa wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba Faisal Salma Abdallah anaendelea kubakia kwenye kikosi cha Azam FC, lakini pia kumetokea taarifa kutoka kwenye klabu ya TP Mazembe ambao wanajitahidi kutengeneza na kuirudisha ile thamani na heshima ya klabu ya TP Mazembe. Hivyo wanachokihitaji na wanachoona ni kwamba Faisal Salma Abdallah ambaye amekuwa kiwaniwa na timu tatu kwa hivi sasa nikizungumzia klabu ya Al Tripoli, Simba, lakini pia na klabu ya Wananchi, ni ukweli usiopingika hivyo Faisal kumuona kwenye ligi ya DRC Congo, endapo kama TP samazembe watajitahidi na kuhakikisha kwamba wananasa saini hiyo, basi inawezekana ikawa ni vizuri. Lakini tukienda kwa mchezaji wa klabu ya Yanga, pacome Piodo Zozwa ambaye pia na yeye ofa zilizoonekana kwa hivi sasa ni klabu AC Vita, klabu na TP mazembe ambapo pia wanajitahidi kuboresha na kutaka klabu hizo ziweze kurejea kwenye mwimili kama ilivyokuwa miaka ya zamani. Ukisikia TP Mazembe ama ukapata nafasi ya kucheza na klabu ya AC Vita kutoka DRC Congo, basi kiuhalisia ni klabu ambazo zimetengeneza rekodi ya aina yake kwenye michuano ya klabu bingwa ikiwemo klabu ya TP Mazembe kuweza kutengeneza rekodi ambayo kwa hivi sasa hata klabu ya Simba na klabu ya Yanga hawajawahi kufika kwenye rekodi hiyo, wala kuvunja rekodi aliyoifikia klabu hiyo, ambayo bila shaka TP Mazembe anaonekana kuwa ni man of the match kwa hapa barani Afrika, kutokana pia na rekodi ambazo zinaendelea kwa beba miaka na miaka. Hivyo kwa taarifa ya Pakome Pedro Zozo, pamoja pia na Faisal Salum Abdallah, ni swala tu la muda, lakini kwenye tetesi za kiusajili na mpaka muda huu scouting area ni kwamba iko mahali pake na kupokea taarifa mbalimbali kwa wachezaji wa hapa nchini Tanzania, wanitovingia ligi yetu ya NBC. Faisal Pakome peuduzuzwa, kuna nafasi ya kuchezea DRC Congo.